Kodi hii wajibu wa kusimamia shughuli za mfuko kwa mujibu wa sheria namba mbili ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma ya mwaka 2018. Na kumi na, katika kutekeleza jukumu hilo la usimamizi, masuala makubwa ambayo mnakwenda kuyasimamia ni pamoja na zoezi la uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango na ulipaji wa mafao. Lakini hayo yote ili yafanikiwe zaidi, ipo kazi ambayo inaendana sanjari na hayo ikiwa mojawapo ni jambo zima la uwekezaji. Matarajio yangu mtakwenda kusimamia kazi hizo zote mkizingatia sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa na serikali na, na ile ambayo inapangwa na bodi yenu. Mipango mikakati ya mfuko kwa mwaka 2023 mpaka 2025 26. unaozingatia uboreshaji wa huduma za wanachama, michango, uwekezaji na kulipa mafao. Tatu, misingi ya uwajibikaji uadilifu, ubunifu, na ushirikiano kazini na uwazi. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe wa bodi, misingi hii ni muhimu ya kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafanya kazi kwa ufanisi, usawa na kutoa haki. Misingi hii inalenga kutuwekea uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila mtumishi anawajibika katika eneo lake la kazi, anakuwa na mwadilifu kwa kupenda maendeleo, kupinga rushwa, kuweka ubunifu na kubuni mbinu mpya za kuboresha huduma ya kazi ushirikiano kazini, kwa kuimarisha ushirikiano baina yenu na watumishi na viongozi, lakini msitizo mkubwa ukiwa ni uwazi katika kutoa taarifa za shughuli za mfuko ili kuongeza uaminifu na ufanisi katika kuhakikisha kuwa mfuko unakuwa endelevu na kukuza uvumilivu wake. Nyinyi kama wajumbe wa bodi, mnalo jukumu la kusimamia uwekezaji wenye tija ulio salama na unaozingatia maeneo ya kipaumbele katika uwekezaji, kama ilivyoelekezwa na miongozo inayotolewa na, na usimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii pamoja na maelekezo yanayotolewa na, na serikali. Hii itasaidia sana kukuza uwezo wa kifedha wa mfuko na kufanya kuwa endelevu katika kutimiza majukumu yake ya kimsingi. Ninaomba niwakumbushe, wakati tulionao, mnahitaji kutoka na kusimamia haki pia. Maana imekuwepo ni, ni migogoro wakati mwingine ambayo inasababisha bodi zetu nyingi kutokuwa zenye uweledi mzuri. Kwa mfano, ninaomba niwausie sana mchana wa leo kuepuka migogoro inayoendana pamoja na mgongano wa maslahi. Wapo baadhi ya watu hutumia nafasi hizi vibaya. Mimi ninaamini chini ya uongozi wako Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa bodi mpya hii, utakwenda kulisimamia hilo vizuri, lakini pili, utahakisha tija inapatikana katika eneo Aidha, ni vyema mkajizatiti titi kusimamia sera na sheria zinazoongoza na kutoa nafasi kwa management pia kusimamia shughuli zake za kiutendaji kila siku. Nyinyi sio mkageuke kuwa watendaji. Matarajio yangu tutaishi katika ule usemi au mwongozo unaosema eyes on ends off. Hii itajenga utendaji bora na mgawanyiko wa majukumu baina yenu na management yetu. Nendeni mkaongeze tija ili kufanya mifumo yetu na kazi hizo zizofanywa ziwe bora kuliko ilivyokuwa jana. Kubwa zaidi, mzingatie haya sasa. Sasa tunapoelekea kwenye kutimiza malengo ya, kutia ku, ya ukwasi wa trilioni kumi ya thamani ya mfuko wetu ni wazi kuwa nyinyi mnakwenda kutuvusha.